Karibu mtu wa Mungu, tuungane kwenye maombi kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Na andiko ambalo tutarejea kama reference yetu ni kitabu cha Esta, ambapo ukianzia sura ya tatu utaona kwamba Hamani alikuwa ameshapewa tayari kibali na mfalme cha kuwaua Wayahudi, lakini sura ya nne inasema hivi, mstari wa kwanza: basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyofanyika alizilalua nguo zake akajivika gunia pamoja na majivu, akatoka hata akafika katikati ya mji akalia kwa sauti kuu ya uchungu. Huu ni Modekai baada ya kusikia kwamba Hamani tayari amepewa kibali na mfalme cha kuwaua Wayahudi wote na tayari amepewa mpaka na fedha, bajeti ya kutekeleza huo uuaji. Mordekai alizilalua nguo zake. Kwa wayahudi kulalua nguo ilikuwa ni kuonyesha hali ya kunyenyekea mbele za Mungu, kutafuta uso wa Mungu, mm -hmm. Lakini pia baada ya hapo akatuma ujumbe kwa Esther ili kumwambia ya kwamba kumjulisha, ili aweze kujua nini anapaswa kufanya. Nadhani habari tunaifahamu. Esther ilibidi awaambie watu wafunge na kuomba Halafu yataenda kwa mfalme, na habari hii ina huwa inanitia moyo sana. Tunaona kwamba walipofunga na kuomba sio kwamba tu ya, sio kwamba moja kwa moja maombi yao yalitoa majibu, lakini Mungu alimpa hekima Esther ya kuweza kumapproach mfalme. Cha kwanza, Mungu alimpa kibali Esther, akakubaliwa kuongea na mfalme cha pili hakufika tu na kueleza shida yake, bali Mungu alimpa hekima ya kuandaa kwanza sherehe. Kwa hiyo tunaposimama na Mungu kwenye kuomba, Mungu huwa anaachilia majibu yake kwa njia mbalimbali, aidha kwa mkono wake mwenyewe kufanya au anaachilia hekima ambayo itaongoza kumuweka adui kwenye mitego. Kwa hiyo kama ambavyo maombi ya Esther walipomtegemea Mungu yalibadilisha kile ambacho tayari mfalme alikuwa amehalalisha, kikafutwa na ukaanza kurasa mpya na Wayahudi wakapata haki yao. Nasi tuungane kwenye maombi haya basi, naomba niombe. Ungana pamoja nami. Mtakatifu, mtakatifu Mungu uliye hai, baba wa neema na Mungu wa upendo Mungu usiyebadilika kamwe. Mungu unayependa haki. Mungu ambaye ni Baba wa haki. Wewe ambaye Mungu umeahidi ya kwamba utawadhibu wa ovu. Tunaliita jina lako Mungu mwaminifu. Tunaliita jina lako Mungu unayeishi. Ninatangulia kutubu na kuungama mbele zako mimi pamoja na Watanzania wote kwa kukutenda dhambi kwa kujua na kwa kutokujua. Baba, ninaomba utusamehe Baba, ninaomba utuoshe Baba, tusamehe kwa kuruhusu mambo yasiyofaa kuendelea katika taifa letu, mambo ya ushoga, miziki, miziki ya kidunia iliyojaa washelati na uzinzi. E Mungu, utusamehe mno, Baba, ukatutazame kama taifa tumetenda dhambi Bwana na tumestahili adhabu yako. E Mungu li hai, samehe kanisa e Bwana, kwa namna ambavyo bwana liliingia mapatano e Bwana yasiyokupendeza wewe, kwa, na, kwa mahali ambapo bwana lilipokea fedha e Bwana kutoka katika mahali kwenye chanzo ambacho sio salama. Mungu utusamehe, wakati mwingine tumekujengea makanisa Bwana kutoka kwenye fedha zenye mikono ya damu Baba utusamehe, Mungu utuoshe baba ukatutakase. Samehe Bwana Mungu uliye hai, nisamehe kanisa pa kuhubiri injili isiyo ya kweli isiyookoa. Bwana Mungu uturehemu, samehe kila mahali ambapo tumekutenda dhambi kwa kujua na kwa kutokujua, Baba ukatusamehe samehe kila mahali ambapo baba tumefungulia mlango wa roho ya mauti, Ebwana, ambayo sasa imetawala taifa letu. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, ninakuita Mungu uliye hai, ninakuita Mungu mwaminifu, ninakuita Mungu usiyebadilika, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, ulimwambia Yeremia alipokuwa ametupwa kwenye shimo la tope na mfalme kwa sababu ya unabii aliyokuwa anatoa ukamwambia, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ndipo tazama, Yeremia alikuita wewe, nawe Bwana ulimwinulia watu, ulimwinulia mtu ambaye alienda akamtoa kwenye hilo shimo la tope. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni nasi kama taifa la Tanzania Bwana tunakuita Bwana tunakuita kwa ajili ya taifa la Tanzania. E Mungu wetu liye hai, tazama Mungu wetu liye hai, ninaomba Baba ukasamehe samehe serikali ambapo Bwana imekosea na kwenda kinyume nawe Bwana Mungu, tunaomba rehema na toba yako Bwana, tunaomba rehema na toba kutoka kwako katika jina la Yesu Kristo liye hai, mahali ambapo Mungu tulijisa hau kusimama kwenye zamu zetu kama walinzi, ye Bwana Mungu, ukatusamehe ukatuoshe na ukatutakase. Ninaliita jina lako Mungu uliye hai, umesema kwenye neno lako la Mambo ya Nyakati ya Pili, sura ya saba kuanzia mstari wa kumi na nne ya kwamba kiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, umeahidi ya kwamba wewe Mungu utasikia kutoka mbinguni na kusamehe dhambi yetu na kuipa kuponya nchi yetu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Nami ninakuja mbele zako Mungu uliye hai, ninakuomba Baba ukatusamehe Bwana mahali ambapo tumetenda dhambi kwa kujua na kwa kutokujua. Ninaomba rehema zako Mungu ukatusamehe kabisa katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Baba tazama, e Mungu wetu li hai, umesema tukuite na utatuitikia. Ninakuita kwa habari ya uongozi na utawala katika taifa la Tanzania, Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, ninaomba Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe uingilie kati kwa ajili ya utawala wa taifa la Tanzania. Tunaomba Bwana utawala wa haki, utawala wenye msingi wa haki na utu, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni Mungu ambaye huufanyi uovu kuwa haki wala haki kuwa uovu. Bwana, wewe ni Mungu ambaye Bwana, uko juu ya mamlaka zote, ndiye Mungu unayeweza kutetea haki. Wanadamu tunaweza tutetee haki Bwana, lakini hatuwezi kufanya lolote bila wewe lakini wewe Mungu ndiye mtetezi wa haki. Umeona kilio cha watanzania Bwana, umeona kilio cha watanzania Bwana, umeona kilio chetu kama taifa Bwana, kwa habari ya damu zinazomwagika, kwa habari ya watu waliotekwa, kwa habari ya watu waliouawa, kwa habari Bwana, ya utawala usiokuwa na hofu ya Kimungu, kwa habari ya makanisa yaliyofungiwa, kwa habari ya watumishi wa Mungu waliokimbia makazi yao, Baba, katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba Mungu ukatazame Baba, ukatazame. Daudi alisema nitayainua macho yangu niitazame milima, akasema msaada wangu utatoka wapi? Ndipo akasema msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Baba, katika jina la Yesu Kristo ali hai, tunainua Bwana, sauti zetu kwa ajili ya taifa la Tanzania, katika jina pekee la Yesu Kristo ali hai na kwa damu ya Yesu Kristo ali hai, ninainua Bwana, sauti yangu kwa ajili ya taifa la Tanzania katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Mungu uliye hai, haki ina wewe, haki ina wewe. Tunaweza Bwana tukapigana kwa mikono yetu Bwana kwa ajili ya haki ya taifa la Tanzania, lakini Bwana hatuwezi kukaipata Bwana pasipo wewe tunaomba haki kwa ajili ya taifa la Tanzania. Mungu simamia haki Bwana, ninaangusha utawala wa kiovu Bwana, ninaangusha utawala bwana wote ule bwana, utawala wote ambao Mungu umeinuliwa katika taifa la Tanzania, ambao sio wa haki, ulioingia kwa njia ya dhuluma, kwa njia ya kumwaga damu, hautasimama hautasimama, katika jina pekee la Yesu Kristo lihai. Mungu umetupa mamlaka yote mbinguni na duniani, na umesema lolote tutakalolifungua duniani litafunguliwa na mbinguni, na lolote tutakalolifunga duniani litafungwa na mbinguni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nami ninafunga Bwana utawala wa kiovu. Bwana, hautatawala katika taifa la Tanzania katika jina pekee la Yesu Kristo lihai Mungu wetu li hai, umesema lolote, Bwana, tutakalolifunga duniani linafungwa na mbinguni. Baba umesema utatusikia, nami tazama, ninaangusha utawala wa kiovu kwenye taifa la Tanzania kwa jina pekee la Yesu Kristo aliye hai na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu ujulikane, Mungu ujulikane Mungu ujulikane, Mungu ujulikane, Mungu ujulikane katika jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakuita Mungu uliye hai, ninakuita Mungu uliye hai, ninakuita Mungu uliye hai, kama ulivyoangusha ufalme wa Herode aliyemuua Petro, aliyemuua Yakobo akamkamata na Petro akamtia gerezani, ndivyo ambavyo Bwana Mungu wetu lihai, ninauangusha utawala wote Bwana ambao umenyang'anya haki za watu, kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Mungu wetu lihai, ninamleta Samia Suluhu Hasani mbele zako Mungu wetu lihai, pamoja na wote walio nyuma yake Bwana ambao Mungu wametumia uovu Bwana kuingia kwenye madaraka ya taifa la Tanzania nina wafuta katika ulimwengu wa roho, ninasimamisha haki yako kwa taifa la Tanzania. Baba, umetuambia sisi ni walinzi kwa ajili ya taifa. Umesema katika Isaya katika kitabu cha Isaya ya kwamba ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya. Umesema umeweka walinzi kwamba umeweka walinzi, walinzi juu ya kuta za Yerusalemu. Baba, hata kwa taifa la Tanzania umetuweka tuwe walinzi, umetuweka tuwe walinzi. E Bwana, e Mungu, tuli hai nami kwa nafasi ulionipa pamoja na wengine Bwana Mungu, tazama tunaangusha kila ufalme wa siri ulioinuliwa kwenye taifa la Tanzania, kila uongozi wa siri ulioniliwa katika taifa la Tanzania, ninauangusha kwa jina la Yesu Kristo, ninaufuta kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, nasimamisha Bwana haki yako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwako Mungu yanawezekana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwako Mungu yanawezekana, nami nakuita kwa jina la Yesu Kristo ali hai na kwa damu ya Yesu Kristo lihai ujulikane Bwana, ujulikane Bwana, ujulikane Mungu, ujulikane Jehova. Wewe ndiye Mungu unayesikia kia na kujibu. We ndio mungu unayetenda miujiza na maajabu. Ninakualika mungu wetu li hai, tazama, ulimwambia Bwana mfalme belishaza ya kwamba ufalme wake hautadumu, ukamwambia mene mene tekeli na pelesi. Baba, katika jina la Yesu Kristo li hai, nami nasimama kwa jina lako Bwana kukomesha utawala wa kiovu ambao Bwana umeingia kwa, kwa, kwa kwa uovu Bwana, katika taifa la Tanzania ninaangusha utawala wa Samia Suluhu Hasani pamoja na wote wanaomsapoti kwa mamlaka jina la Yesu Kristo ali hai. Ninaandika mene mene tekeli na pelesi katika jina la Yesu Kristo ali hai. Ninaandika mene mene na tekeli na pelesi kwa ufalme wa Samia Suluhu Hasani ambao amejiweka mwenyewe kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Ni wewe uliyemu umba Bwana, acha ijulikane Bwana, ya kwamba wewe ndiye Mungu unayemiliki na kutawala juu ya wanadamu. Tunasoma hata Nebukadreza alijifanya kuwa yeye kama ndiye Mungu, akaweka amri, akwambi, akaweka amri Bwana zilizokuwa zinakinzana na, na, na kusudi lako Mungu wetu li hai. Lakini Bwana, kwa mkono wako, Mungu wetu li hai, ulimwangusha Baba katika jina la Yesu Kristo, ulimfundisha Bwana kukuheshimu wewe, ukamtupa Bwana nyikani miaka saba Baba katika jina la Yesu Kristo. Nami nakuita Mungu wetu li hai, kwa mkono wako wenye nguvu, kwa mkono wako wenye uweza, kwa mkono wako wenye mamlaka, Mungu na ujulikane. Tazama, si kwa chuki binafsi ya kibinadamu, bali kwa ajili ya haki ya Bwana, maana kama haki inadhulumiwa, Bwana Mungu ingilia kati, ingilia kati Bwana, ingilia kati Yesu, ingilia kati mfalme wa falme, Baba ingilia kati. Ninajua kwamba Mungu wewe unaweza Ninajua kwamba Mungu wetu unatosha, nami naomba Bwana ukajulikane na ukatende kwa utukufu wa jina lako Bwana. Ni kweli kibinadamu hatuwezi tukafanya chochote, lakini uko Mungu wetu mwenye nguvu. Baba wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tazama Bwana Mungu wetu, Hezekia alisema kwamba tazama, kwao kuna mkono wa mwanadamu, lakini kwetu kuna mkono wa Mungu. Baba katika jina la Yesu Kristo ali hai, ninaomba mkono wako Bwana sasa ukauangushe ufalme wa kidhalimu katika taifa la Tanzania, na kutunulia utawala uliojaa haki na utu na mapenzi yako yakatimizwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mungu ujulikane, kama alivyokuita Eliya akasema ujulikane Mungu, nami nakuita Bwana ukajulikane. Mungu achilie mwanzo mpya wa taifa la Tanzania, achilie uamsho mpya kwa taifa la Tanzania. Mungu achilie neema yako. Ninakuamini Mungu ya kwamba haubadiliki Wadumu milele. Asante Mungu kwa kuwa naweza yote Mungu, naakabizi kwako, mfalme wa amani, mfalme wa utukufu. Bwana kwa ajili ya Tanzania, Bwana kwa ajili ya roho za watu zilizopotea. Mungu ukajulikane katika taifa la Tanzania. Mungu upanga wako Bwana, upanga wako Bwana ukanyoshe Bwana juu ya uovu wa kila namna Bwana, katika jina la Yesu Kristo ali hai, Mungu na ujulikane. Ninakuamini Mungu ya kwamba haubadiliki. Pokea sifa na utukufu yote, Mungu, naomba kwako kwa, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu hawezi kushindana na mwanadamu na mwanadamu akashinda. Tunaendelea kumwamini Mungu. Hakuna linalomshinda Mungu. Mordekai na Esther pamoja na Wayahudi waliokuwa Shushani ngomeni waliposim-, walipoamua kusimama na Mungu, walipoamua kumuita Mungu, Mungu aliitikia. Mungu alibadilisha, Mungu alibadilisha mashauri yaliyokuwepo, alipindua mihuri ya mfalme alipindua makubaliano ya amani na mfalme, kwa sababu yeye alikuwa kazini. Kadhalika makubaliano ambayo yamekuwepo kati ya kati ya uongozi mtawala yoyote, vyombo vya dola, tunayabatilisha kwa jina pekee la Yesu Kristo aliye hai. Hatutaogopa kusimamia haki ya Kimungu, maana baba wa haki ni Mungu, baba wa haki ni Mungu. Hivyo tunaamini ya kwamba Mungu yuko upande wetu, tunahitaji uhuru wa kuabudu tunahitaji uhuru wa kila mmoja kuheshimiwa, tunahitaji Mungu asimame. Na hakuna linalomzuia Mungu, hakuna linalomzuia Mungu, wala hatutanyamaza katika jina pekee la Yesu Kristo lihai. Mungu ujulikane, Mungu ujulikane, Mungu ujulikane. Asante Bwana kwa sababu unaweza, tunaweka imani kwako Mungu usiyebadilika ukaendelea kujitukuza kwa jia utukufu wa jina lako. Mkono wako wenye nguvu Baba ukajulikane, ukatende kwa utukufu wa jina lako. Asante Mungu kwa sababu unaweza. Asante Mungu kwa sababu unatosha. Asante Mungu kwa sababu unaishi milele yote. Hakika utabaki kuwa Mungu, hakika utabaki kuwa Mungu. Naliita jina lako Mungu, naifuta roho ya mauti katika anga la Tanzania, naifuta roho ya utawala wa giza, utawala wa kiovu katika taifa la Tanzania. Ninafuta maagano yote ya kiganga yaliyofanyika kwa ajili ya taifa la Tanzania, ninayafuta kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tupe umoja na upendo kati ya taifa la Tanzania bala na Tanzania Visiwani, ili shetani asija katumia mlango wakutugawa, bali Mungu neema yako na mkono wako kasimame pamoja nasi m, Mungu aliye mwaminifu na haki aendelee kusimama pamoja na kila moja mmoja wetu. Ye ni Mungu ambaye hatashindwa, ataendelea kusimama pamoja nasi yeah. Tuendelee kuombeana, tuendelee kusimama na Mungu. Mungu wetu hatatuacha, yeah. Lakini pia niko huku, ambapo sasa, kwa sababu ya ya hali ambayo inaendelea, manake safari nyingi zimekuwa cancelled na sikuwa na budget ya pesa kwa ajili ya muda extra. Kwa hiyo yote ambayo utagusa kunisupoti usinyamaze, lakini pamoja na Mungu tutasimama kwa kila jambo. Mungu awabariki sana. Amen. Mbele nina endelea ninazidi kutembea maombi u. Yasikie e Bwana, u nipandishe. Mungu ataendelea kutupandisha, Mungu ataendelea kulipandisha taifa la Tanzania.